Okay, nikukaribishe sana Rabaone kwa ni wako wa kwanza kufika hapa, basi unaweza ukasubscribe ili tuende wote kwa pamoja. Leo bwana, nina swali la mtu anahitaji afundishwe namna ya kutengeneza kacha hizi za kuvaa. Hapa kuna kama vibangili fulani watu wanavaa unakuta vina bendera za Tanzania, Kenya, sijui Uganda, sijui Rwanda, wapi na wapi huko. Sasa zile kacha zile huwa zinatengenezwa vipi? Hilo swali nataka nilijibu kwa faida ya kila mtu na kama unavyoona hapa mbele nina mkebe wangu, mkebe ambao una vitu tofauti tofauti vya kutengenezea kacha, ereni na vitu tofauti tofauti. Zile kacha zinatengenezwa kwa shanga shanga ndogo aa, lakini kuna mtu pia anaweza akahitaji shanga kubwa nikiwa na maana, shanga ndogo hizi hapa, pia unaweza kutumia shanga kubwa kama hizi au hizi. Na wengine pia wanaenda mbali wanatumia hata hizi au kubwa za namna hii inategemeana. Sawa, ukisha kuwa na shanga lazima uwe na boshpa. Sasa, kwenye boshpa inategemeana na ukubwa, maana hizi shanga zina tundu ndogo sana, takiwa upate boshpa namba 30, 40, hamsini hadi stini kwa shanga ndogo kama hizi, lakini 30 40 ni nzuri zaidi kwa shanga ndogo kama hizi lakini, pia ukiwa na shanga kubwa, kubwa kama hizi 40, hamsini, stini inafaa. Sawa. Sasa leo nataka nikuonyeshe kwa vile nina boshpa kubwa, nitatengenezea shanga nitakuonyesha kwa kutumia shanga hizi hapa. kwa kwanza mzigo wangu hapa pembeni ili tengeneze sasa kacha. hiyo hapa utachukua boshpa yako. mfano nina boshpa hii hapa. kwa utakachokifanya kwa mara ya kwanza unapoanza kutengeneza ile kacha. kwanza lazima ujue unatengeneza kacha ya muundo gani, mfano labda itakuwa na bendera za Tanzania utakuwa na bendera a ya Kenya unatakiwa uangalie ile bendera ya Kenya imekaaje, au ile bendera ya Kenya, imeka bendera Tanzania imekaaje, au utafanyaje maduido yako na unataka kuyafanya wewe sasa sawa. Kwa hiyo, kifanya, nita, hile, hile kwa hiyo ni nakuonyesha tu, nitatumia rangi yoyote ile, ili mbali ni kuonyesha. Kwa mara ya kwanza kabisa lazima uingize uh, shanga uh, vishanga vinne, lazima uingize shanga nne. Hiyo ni ya kwanza, ya pili ya tatu alafu ya nne. Sasa hii ya nne hii hii ya nne ndio tutakuwa sasa tuingize pande zote mbili hivi, yani iwe kama ndio inaunganisha. Tunaingiza hivi sawa, kisha tunavuta hapo. Pia unaweza ukalinganisha boshipa kushoto na kulia kwa namna hii, sawa. Tumetengeneza tumetengeneza kidude chenye shanga nne kama hiki. Sasa inategemeana kama unahitaji kwamba uende na upana huu wa shanga nne, basi utaenda na upana huu wa shanga nne. Lakini kama utaongeza, basi ndio na kuonyesha hapo baadaye tunavyoongeza. Sawa, baada ya hapo, unaingiza shanga moja huku moja huku. Mara kwanza umeanza na nne, lakini sasa hivi unatakiwa sasa uingize moja huku nyingine huku. Mfano, nimeingiza moja huku, nimeingiza moja huku, sawa, alafu nakuja sasa, nachukua nyingine ambayo ndio inaunga sasa hapa katikati. Okay, nadhani ukishaingiza hivi lazima ukaze, nadhani unaona tunavyofanya sawa, tumepata hii hapa sasa. Mtu anaweza kusema ah, hapana, mimi ha, nataka labda iwe na upana huu sasa kama inakuwa na upana huu, basi hapa tutafuata, tutaingiza shanga tatu, sawa, ambayo tutaweka mm, tutaweka mm, mbili huku, alafu nyingine ya tatu ile itakuja kukaa wapi? Kukaa hapa katikati, ndio itakao kuja kuunga katikati. Sorry, hivi k, okay, inakuwa hivi sawa tulikuwa tunatoka tuna huku tunaenda hivi. Sasa hivi tunaona tuishie hapa. Kilichofanyika ku, tumeanza na shanga nne tukaja na moja huku moja huku nyingine ikakaa katikati, katikati, moja huku, moja huku, moja huku, moja katikati. tukisema kwamba tuende na upana huu k kwa moja huku, moja huku, nyingine katikati, moja huku, moja huku, nyingine katikati katikati. Vile tunarudi huku, tutakacho, tunaingiza hapa. Tumeweka tume, tume tatu, kwa hiyo tunaingiza tatu nyingine, kwa hiyo tutaweka aa, ya kwanza aa, ya pili alafu ile ya tatu ndio tunaweka kwenye maungio sasa. Sawa, nadhani unaona. Kwa hiyo ukishaweka hivi, kwa hiyo unarudi, unachukua huku upande huu unauingiza hapa kwenye ambayo umeshatengeneza unaingiza hapa hivi, unavuta hivi, alafu unaingiza shanga mbili, alafu ukiingiza ya kwanza ya pili ndio inakuwa kwenye kwenye maungio hivi. Ukishaingiza hii inakuwa kwenye maungio tena, unachukua huu, huu, huu upande wa boshipa au wa mshipi unaingiza tena hivi katikati yaani kati ya kile ambacho umeshakitengeneza kuna kinini hapa kinabaki, hiki hapa kinabaki. Kwa hiyo unaingiza hapo tena unavuta. Sawa, sasa hapa inategemeana. Mfano, nimeshafanya hivi, labda kwa nini mimi naweza ikasema kwamba nataka labda niende na upana huu. Kama nikwenda na upana huu, sawa basi ulioko nitaingiza, nitaingiza mbili hapa, ili kwamba nirudi nije huko, sawa. Au niseme kwamba nataka niende na upana huu ulioko hapa upana huu basi, ni moja mbili. Kwa hapa nitafanyaje? Hapa nitaingiza mbili, hapa nitaingiza shanga mbili, moja, alafu ya pili tunaweka kama vile ungio. Inakuwa hivi. Sasa mimi nataka sasa nitembee na upana huu, itakiwa niende hivi, lakini mimi nataka nipande hivi, haka ndo katakuwa kaupana, yani haka ndo katakuwa kahapa. Sawa, nadhani unaona vizuri. Kwa hiyo hii ndio itazunguka sasa hivi kuja hivi ku kuja hivi. Kwao nitakachokifanya hapa cha kufanya ni kipi? Cha kufanya hapa ni kwamba nitachukua a, tatu nitaingiza tatu, moja mbili, hii ya tatu ndio itakuwa sasa kwenye maungio Okay, hivi halafu huu uzi wangu utakuja utaingia utaingi hapa. Baada ya hapo huku mwisho nitaweka nitaingiza mbili. Sawa? Moja mbili. Ya pili niweke rangi gani? Wacha nende na njano. Sawa. Baada ya hapa nitafanya nini? Baada ya hapa nitaingiza tatu. Sawa, naingiza moja, mbili Ndini... tatu. Hiyo tatu ndio inakuwa sasa ya maungio Sawa, tatu nakuwa ya maungio. Kwa hiyo nachukua huu uzi nauingiza na hapa, alafu huku mwisho namalizia na mbili. Yani ni tunapoanza mwanzo tunaingiza ta, tunaingiza tatu, alafu tunapokuja kumalizia huku tunaweka mbili. Kwa hiyo hapa nitaingiza mbili, kwa hiyo ya pili ndo inakuwa ya maungio Okay. Tuko sawa. Kwa hiyo hapo unachokiangalia ni kwamba unaangalia huku huku, ukianza na mwanzo huku, ukianza na tatu mwisho, unatakiwa malizie na mbili. Hivyo tu ndivyo unaangalia na mbili. Na mbili. Unaingiza uh, mbili, lakini hakikisha upande huu tayari umeshaingiza aaa ile ya pili inakuwa ya kuunganishia. Wakati huu tayari umeshavuta huu uwaya wa hapa, ni kama hivi tunavyofanya. Mfano hapa tunaanza hapa, tunachukua ngapi? Tunaanza na tatu, sawa, tuingize tatu. Tukisha tukishaweka hivi, kwa hiyo sasa huu pande lazima tuchukue huu upande lazima uingie hapa, sawa. Ukishaingia hapa, kwa ukishaingiza hivi, sawa ukishaingiza hivi unahakikisha, labda tungekuwa tunaendelea hivi. Kwa hapo tutachukua track ya kwanza na ya pili, ni kama hivi hivi tu tunavyofanya hiyo u. Ukiangalia kama jinsi ambavyo mimi nimeipanga hivi, ndivyo namna ambavyo huwa natengeneza. Kwa hiyo utaona, unapanga rangi kadri unavyozihitaji, unavyo wewe rangi zipi ufanye Sawa, utazipanga hizi rangi kadri utakavyohitaji, itaji hizi rangi zipangike, nadhani unaona vizuri sawa. He, kwa hivyo utaenda nayo hivi hadi izunguke, utakuja kuzibana tena hapa zikisha kuja kushikana huku huku nyuma. Kwa hivyo iko hivyo, inaenda hivyo, inaenda hivyo na kwa na, na, na, kumalizia sasa, kama unataka kwamba uunganishe sasa, viunganishe yani umesha tengeneza ndefu ya, ya kutosheleza mkono, unataka sasa uviunganishe, unachofanya ni kitu gani? Utafanya hivi kwamba unaingiza moja. Ukishaingiza moja, unachukua upande huu wa mwisho unaingiza hii hapa, sawa. Alafu unaingiza nyingine, ndio inakuwa ki, kiunganishi. Kwa hiyo hapo unafanyaje? Hapa unaingiza hii hapa, hii nayo unaingiza hapa, halafu unakuja kuingiza moja ambayo ndio itakuwa kiunganisho. Sawa, hadi hapo tayari imeshaungana, tundu hili limebaki katikati. Sawa, hadi hapo imeshaungana. Sasa hapo kwa vile ni mwisho unaweza usi, usi, usi, usi, usiweke hapo liki kuunganisha, lakini unaweza ukaleta hivi ukafunga mfano. ukade, hapa mfano ukaja ukajifungia hapa ukakaza vizuri ukafunga vizuri na pakabaki pamefungana, me, pa sasa o sasa, itakuwa hiko hivi. Hii ndo kacha yetu hapa, kama hivi, ni kama nini nini, mfano labda tuseme labda ulikuwa umetengeneza kwa niaba ya ya, ya ya nini? ya kuvaa labda kwenye kidole, tayari imeshakuwa pete ambayo unaweza unaeza ukaivaa kwenye kidole eh? Hivi kwa hivi ndivyo huwa anatengenezwa kacha hizi za kuvaa hapa mikononi ambazo wengi mnaziona ziko mtaani. Hiyo ndo namna ambavyo zinatengenezwa. Sawa eh? Kwa hiyo tutakutana tena kwenye mafundisho mengine ya kutengeneza ai za kacha, ai za hereni, ai za cheni, ai za nini, ai za kikuku. Vyote hivyo tutafundishana hapa hapa Rabaone kana mimi hapa Rabaone kwenye upande huu wa kachas. Tukutane video inayofuata.